Namshukuru sana Filipina na Philip na Ndoto kwa habari hizo za kutwa nzima leo. Nami niko hapa kukujuza katika upande wa michezo na burudani. Mimi ni kiungo Biriani Lulu Ally, karibu tosote, na tukianzia hapa jijini Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya mazungumzo na mmiliki wa klabu ya mpira wa miguu ya Manchester United ya Uingereza Sir Jim Ratcliffe tarehe 11 Aprili mwaka elfu mbili na ishirini na tano, Ikulu jijini Dar es Salaam. Salum Pelembo anatujuza zaidi. Katika mazungumzo hayo, Rais Dr. Samia amemshukuru Sir Jim Ratcliffe kupitia taasisi yake ya Six Rivers kwa mchango wake mkubwa katika juhudi za uhifadhi wa mazingira na kudhibiti mwingiliano kati ya wanyamapori na binadamu. Aidha, Rais Dr. Samia amepokea zawadi ya jezi ya klabu ya Manchester United iliyosainiwa na wachezaji wa timu hiyo kama ishara ya heshima kutoka kwa Sir Jim Ratcliffe. Hi, Dr. Samia. I know that you are in... Dr. Samia, najua unazungumza na Jimmy Ratcliffe, kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa wanyamapori katika hifadhi ya Seru. Tunatumaini mazungumzo hayo yataenda vizuri na sisi tunajua kuwa wewe ni shabiki mkubwa wa Manchester United na tunatumaini kukuona hivi karibuni katika uwanja wa Old Trafford. Najua na unazungumza na Jim Ratcliffe kuhusu mradi muhimu wa uhifadhi wa nyamapori katika nchi hiyo nzuri ya Tanzania. Nina matumaini kwa msaada wako na serikali yako na malengo ya Jim Ratcliffe, mtafanya maamuzi bora ya kuwalinda hao viumbe hai. Katika mazungumzo hayo Sir Jim Ratcliffe ameonyesha dhamira ya kuitumia klabu ya Manchester United kama jukwaa la kuitangaza Tanzania ya kimataifa hususan katika sekta ya utalii, huku Rais Dr. Samia akimkaribisha rasmi mmiliki huyo kuwekeza zaidi nchini, ikiwemo kuanzisha vituo vya mafunzo ya michezo, yani sports academies. Salum Pelembo, Channel 10. Na mtazamaji huyo ni mwana michezo wetu Salum.